Mwanamume huyo ambaye anasemekana kupenda kupiga mbizi mara kwa mara alikuwa ameandamana na mwenziwe. Alipoingia kwenye maji, papa alizuka ghafla na kumnyofoa miguu. Jamaa huyo alikimbizwa hospitalini na kupoteza damu nyingi. Kulingana na wakaazi wa eneo hili, ni mwaka jana tu ambapo wanaume wawili walitafunwa na papa, na licha ya juhudi za kutoka kwa Samaria wema kuwaokoa, miili ya wanaume hao haikupatikana. Kijana sisi tumesikia ghafla akipiga duru, unaona, tukiangalia bado yuogelea kija kwa bahari wasema, Help me, help me. Lakini hatukujua, lakini tukaona labda there something bad, tukikaribia ndio akafika kando kabisa, mwenzake ashafika kando ashakatwa mguu tayari, mguu mmoja ukaisha kabisa, na huu mguu mwingine bado uko lakini hauwezi kuwa mguu tena. Papa huyu anasemekana kuwa alifuata meli moja kabla ya meli kujigeuza na kutumia njia nyingine. Eneo hilo limetambulika kama lenye hatari sana, hasa kufuatia kisa hiki. Tahadhari inatolewa kwa wale wanaopeleka wanao kuogelea. Hii ni kitu unaonekana hapa ndio watu wafai kuogelea kwa sababu wanaona meli zinapita hali na hali eh? Security iko tunaona wanazunguka zunguka, hata na hawezi kuja kuelezea. Hawa vijana wengine ni wageni hawaelewi, kwa hivyo tunaomba sana bana wajihadhari, wasitume watoto barini kuogelea. Papa iko kila pale, hiyo ni bahari, huwezi kuchagua mali ati papa iko hapa na hapa hakuna no, papa iko kila pale. Saidaswale, KTN leo Jumapili.